Na ripoti kutoka makaburi ya Kola yaliyopo manispaa ya Morogoro, ambapo watu wasiofahamika wameharibu makaburi hayo kwa kufanya uharibifu, kuvunja marumaru pamoja na kuiba misalaba. Baadhi ya wananchi wanaofanya shughuli katika makaburi hayo ikiwemo kuchimba makaburi wamesema watu hao mara nyingi hufanya uharibifu huo nyakati asubuhi na usiku. Wameiomba serikali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 waweke tarizi tupu wasiweke vichuma kwa sababu wakiweka vichuma wanazidi kubomoa. Ah, kuna tatizo limetokea juu ya ung'oaji misalaba kule katika makaburi kule, ha? na ni makaburi mengi akisa, tunazungumzia kwa haya maeneo yetu ambayo tumeshayashuhudia kama hapa Kora, ha? kuna ung'oaji wa misalaba, uharibifu mkubwa sana na ung'oaji wa tairi zile marumaru. Kwa hiyo wezi wanaingia kule usiku, wanaenda wanang'oa wana, wana, wana, wana zile marumaru wanang'oa zile tairizi, unaona na ni tatizo ambayo kwamba mara nyingi yani wananchi wanakuwa wanapiga sana kelele juu ya makaburi yao, wanaenda wanaenda kujengea vizuri eh, makaburi ya marehemu zao, safi Kwewe. Kwa hiyo kwa kutegemea kwamba wanamwenzi katika mazingira hayo, lakini sasa mambo yanayokuja kutokea yanakuwa ni tofauti. Unaona bwana, wezi wanaingia usiku, sijui kama wanaingia usiku, sijui wanaingia saa ngapi, wanaenda wanabandua zile tairi zao, wanabandua zile mama. Sasa hizi ni tatizo, na hili tatizo limekuwa kubwa kwa sasa hivi, yaani kadiri siku zinavyozidi kwenda na ndio linazidi lile jambo kushamili, linazidi kuwa kubwa zaidi, unaona. Kwa hiyo mimi nilikuwa natoa ushauri, nadhani uwezekano wa serikali kupiga uzio katika maeneo ye, yenye makaburi yaliyokuwa mengi sawa ambayo serikali sehemu hiyo imeruhusu kwamba bwana, nyinyi maeneo ya kuzikia yatakuwa ni hapa, nchi mzima mahali popote pale, hususan, kwa mfano, kama hapa kwetu Kora hapa, hapa. Wanao uwezo serikali wa kusema kwamba sehemu zote ambazo walizoainisha ili watu waweze kufanya maeneo yao ya kuzikia basi serikali wangejitahidi wakaweka uzio eneo lile. Najua wakiweka uzio maanake kutakuwa na mlinzi, unaona kwa hiyo utakapohitaji asubuhi uh, kwenda kuona kaburi la, la, la, la ndugu yako labda unataka kwenda kuzuru, unataka kwenda kufanya nini pale. Kwa hiyo ni, ni jambo zuri, kwa maana unafika pale unamwona mlinzi, sawa bwana, natoka hapo, mnaongozana na mlinzi, bwana, kaburi la ndugu yangu hili fulani bini fulani, tena yeye ndo anakuwa anaongea, ndugu yako alikuwa anaitwa nani? Ah, nani, ndugu yangu fulani bini fulani, twende kifika pale jina silipo atafika pale ataangalia jina la ndugu yake, kama atakuwa anang'olea ng'olea, kama atakuwa anakwenda kufanya nini, kile atakachokifanya mlinzi atamwangalia, kisha maliza, anaondoka naye, anatoka nje ya geti, anaondoka. Mimi nadhani hii itakuwa ni jambo bora na tutaweka usalama wa makaburi haya, bwana. Kwa hapa ukiangalia, mkoa wa Morogoro makaburi waribifu. Waribifu kola kweli, uharibifu na uharibifu upo kwa kiasi kikubwa, na kwanza hapa kola makaburini wameanza kwenye makaburi ambapo ukiangalia kionda huko, alipozikwa tuseme Albert Mangwea kule, wamepamaliza. Baada ya kumaliza kule, wamerudi seminari, pia wamemaliza. Kwa sasa hivi sasa wamerudi kwenye makaburi ya mkoa. Kwenye kurudi makaburi ya mkoa haya, ambapo sisi ambao tuko hapa, kuna shughuli nyingi zinazoendelea kwenye makaburi humu. Wapo watu ambao kazi zao ni kulima kama mtu anakuja akafika kwa nani mpendo wake hakuwa na jembe ya kujua kilichotokea hapa basi, hapa kuna watu ambapo wanayo majembe na hapo wengine, hata mimi naongea, ni mmoja wa fundi hapa makaburini. Kwa hiyo na shughuli hizo nazo pia naweza, yule akalima, mimi nikaingia tena fundi yuko wapi, tunaitwa unachotaka kingine. Vipo vifaa ambapo huko na ni pembezoni huko, kuna matofali, kuna kila design ya kitu. Hivyo ndo vinatufanya sisi tuwepo hapa makaburini. Na shughuli zetu sisi hapa makaburini zinakuwa mchana tunafika saa 12 asubuhi, tunaondoka saa 12 jioni. Kama kuna tilezi linabandikwa, kwa mfano hata kwa pembezoni pale sasa hivi unaona watu wanabandika mabo ambapo haikukauka hai kwenye uangalizi, ndio hicho kinachotufanya unabaki hapa makaburini katika makubaliano wewe na yule mhusika. Hila kama hauna hilo saa kumi na mbili jioni tunaondoka. Ila sasa kimejitokeza kitu kama hiki cha wizi. Sisi ambao hii na nini, mikanda ambazo hizi skips, mwanzo walikuwa wanaiba misalaba, naona sasa washaimaliza. Kwa hiyo sasa hizi wamerudi kwenye mikanda, sasa kurudi kwenye mikanda mpaka sasa hivi. Sisi kama sisi tulipo huko, ndio hiyo tumeamua inapofika jioni, hakuna mtu kuondoka umo